Kila mtu ana ndoto tangu utoto. Ndoto zangu ni zilikuwa za ufundi. Lakini ni mfano mbegu. Nyingine huzongwa na miiba hazioti kwa wakati. E, baada ya kumaliza form 4 niliendelea na kilimo. Sikufanikiwa. Huyu ni Faustine Edward. Natengeneza mashine za kusaga, natengeneza vitanda, natengeneza madirisha, nafikiri ni vitu vingi tunavyotengeneza na ninapata faida tu. Lakini huyu ni Benjamin Stefano e, niko hapa kama fundi huko mitaani Malampaka, wote ni mafundi uchomeleaji. Nilijiunga na chuo cha maendeleo Malampaka mwaka elfu mbili na kumi na saba. Baada hapo nilijiajiri mwenyewe. Manufaa niyowapata ni mengi. Naitwa baba mwenye nyumba, na nina vijana wengi niyo waajiri hapa. Maisha yao ni msingi uliojengwa kutoka hapa. Cha faida, vina fa, vina manufaa, chuo cha maendeleo ya wananchi Malampaka, vyuo vina faida, vina manufaa mazuri kabisa, ndio wengine wanakiita chuo cha ukombozi wa uchumi na utu. Kuna utofauti kati ya vyuo vya maendeleo ya wananchi na vyuo vya maendeleo ya jamii. Sisi vyuo vya maendeleo ya wananchi tunaitwa FDC. Kwa hiyo vinatoa stadi mbalimbali kwa lengo la kuweza kutatua changamoto za wananchi kiuchumi, kijamii na kiutamaduni ili kuweza kuleta maendeleo. Wengine wanakiita kambi ya mapambano dhidi ya adui umasikini, maradhi na ujinga. Kwa hivyo vyuo hivi vilitumika sana kuweza kuwafundisha watu kusoma na kuandika, vilitumika pia kutoa ujuzi mbalimbali mbali, kama ufundi kujenga, ufundi seremara na ufundi mwingineo ili viwe ili watu wanaotoka hapa kwenye hivi vyuo waweze kwenda kuboresha makazi ya watu na ustawi wa jamii. Acha wanaopata mafunzo ya ufundi. Tamko la kuwarejesha shule mabinti waliokatiza masomo linawafaa wengi hapa. Ujauzito nipata nikiwa form three. Mimi baada ya kupata ujauzito masomo yakawa yameishia hapo. Anaitwa Fua Isaac. Yangu kubwa ilikuwa ni kusoma nije kuwa daktari. Anarejesha matumaini ya ndoto zake hapa. Ndio hapa nimekuja kwa ajili ya hiyo program ya elimu, na mwisho naendelea na masomo yangu ya sekondari kama kawaida, pia ninasoma fani ya plumbing. Wakati Fua akisubiri mwaka wa kuagwa, lipo kundi kundi linahitimisha safari yao chuoni. Mtoto yangu kipindi na kuwa ilikuwa ni kuwa daktari wa binadamu, lakini Mungu kanionyesha wae njia ya upande wa pili. Hii ni mahafali ya 49, tangu kuanzishwa kwa chuo hiki mwaka moja kenda na sabini na nane. Wazazi, hiki chuo ni bora kuliko hata sekondari. Innocent Alois, Azam News, Mwanza.